Tunazungumza michezo kama ilivyo ada. Tumemfuata mchungaji wa Simba leo hii, alisema ana jambo lake anataka kuambia mashabiki na wapenzi wa Simba Sports Club, vile vile na kuwaombea Simba Sports Club kule South Africa, katika mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika. Mnyama Simba Sports Club anapeperusha bendera, ana minyana zidi ya nyuma. Kamera director Runda, mimi naitwa Wazitambiko, mbele yangu nipo na mchungaji wa Simba, mchungaji mwenye maono yake eh. Tunamshukuru Mungu kuona siku hii ya leo, tunamshukuru sana kwaona siku hii ya leo ya Ijumaa, lakini sisi bado tunaendelea na maombi ya kuiombea timu yetu. Siku hii ya leo na kesho ni special kwa ajili ya kuiombea timu ya Simba, ili siku ya Jumapili tuweze kupata ushindi mnono. Tuombe Mungu. Tunakushukuru kutufikisha siku hii ya leo Baba, katika jina la Yesu ninaikabidhi Simba mikononi mwako, wachezaji wote, ukawepushe na balaa, ukawepushe na nuksi ukawepushe na vikwazo mabaya yaliyopangwa ndani ya Simba. Mungu ule umba mbingu na nchi, ukaiepushe nayo. Siku ya Jumapili Simba Sports Club ikapata ushindi. Mungu ambaye nakuombaga siku zote, uwaga unanisikia, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti ninaikabidhi Simba mikononi mwako siku ya Jumapili, kuanzia namba kuanzia kipa, viungo wote, mabeki wote, Mungu ukawape nguvu. Mungu ambaye kuniacha kuanzia makundi mpaka leo tunakuombaga siku zote unatupa majibu. Mungu ukatupe majibu siku ya Jumapili, watanzania wote kwa ujumla. Maana sasa hivi tuko kitaifa, wanasubiria simba ishinde siku ya Jumapili. Mungu usiniangushe. Mungu ninakuja mbele zako, wewe ambaye ni alfa na omega, wewe ambaye ni mwanzo na mwisho. Wewe ambaye ndiye yule jana na leo na hata milele. Wewe ulikuwepo kabla ya misingi ya dunia haijaumbwa. Mungu, ninakushukuru maana siku ya Jumapili tunaenda kushinda. Maana mimi natanguliza shukurani. Maana hujawahi e kuniangusha hata siku moja. Nikuomba hapo siku moja unaniwaaga unanisikiliza. Mungu uliumba mbingu na nchi. Baba. Baba nakuja mbele zako. Baba nakuja mbele zako. Isaidie Simba siku ya Jumapili. Isaidie Simba siku ya Jumapili. Isaidie Simba siku ya Jumapili. Nimeweka utatu. Maana utatu ni utatu utakatifu. Mungu uliumba mbingu na nchi, ninarudi tena kwako. Saidia benchi la ufundi la Simba, wachezaji wote, pamoja na msemaji wetu, pamoja na tajiri wetu Muhammad Mo. Ninakabidhi mikononi mwako Baba. Baba ninakuomba, ninakusihi Baba, nakusihi hii ndio fainali yetu, hii ndio fainali yetu tena. Baba ninakusihi, Baba ninakuja nina mbele zako, siku ya Jumapili tuweze kupata ushindi watu wa Msimbazi wakafurahi, Tanzania ikafurahi, twende tukawapokee pale airport. Baba ninakuomba, ninakuja mbele zako kwa jina la Yesu Yesu Kristu wa Nazareti yeye ambaye alitembea juu ya maji, yeye aliyefufua wafu, yeye asiyeshindwa. Ulisema niombeni nami nitawasikia, maana imeandikwa, mkono wako sio mfupi hata ushindwe kuwafikia. Sikio, sikio lako sio zito hata ushindwe kunisikia. Mungu ulioumba mbingu na nchi, Baba ninakuja mbele zako, isaidie Simba siku ya Jumapili. Siku ya Jumapili Simba naikabidhi mikononi mwako Baba, ninakusihi iweze kushinda Baba, haiwezi kushinda siku ya Jumapili. Ninaikabidhi tena, Ninaikabidhi tena, ninaikabidhi tena siku ya Jumapili, Simba yetu ya Watanzania wote, ili Watanzania wote wakafurahi, Wanaafrika Mashariki wakafurahi, maana ndio mwakilishi pekee aliyebaki katika ukanda huu. Baba, ninakuja mbele zako kwa mara nyingine tena, ninakusihi Baba, nakusihi, siku ya Jumapili Simba ikashinde katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Mchungaji umeona nini mpaka umeombea Simba Sports Club ili kupata matokeo? Uh, mimi ndo ada yangu. siku zote lazima niendelee kuiombea Simba. Na kuendelea kuiombea Simba usione mafanikio yanakuja haya. Mafanikio haya yanakuja maana tunamuomba Mungu. Wenzetu wameenda timu, imetangulia iko kule. Si tuko huku lakini maombi kule yanafika, na siku ya Jumapili tukaenda kuomba leo, tukaomba kesho, mpaka siku ya Jumapili Mungu atatusikia tu maana Mungu ni mwaminifu, unavyomuomba siku zote, waga anatusikia. Mimi kwa imani yangu nikiomba na imani, Mungu waga ananisikia kwa imani yangu, na mimi na imani kwamba bila maombi tusingefikia hapo tulipofika. Kwa hiyo Mungu waga, ukimwomba siku zote ni lazima anakusikia. Ndio maana siku zote napiga magoti ninamuomba Mungu ili atuvushe. Natoa mfano tu, Mazembe alikuwa anafanya vizuri, ikifika karibu na mechi Mazembe, uongozi wote wachezaji wote walikuwa wanaenda kanisani wanaenda kuomba Si timu inavuka ya Mazembe, na mimi nimekuja na staili hii kwamba Simba kokote nako kwenda. Sasa hivi mimi kazi yangu itakuwa ni maombi. Maombi hayana umbali, hata kama uko Marekani, hata kama uko wapi, ukiomba Mungu anasikia na anaisaidia Simba. Leo nimeamua leo kuiombea Simba, naiombea mida hii tena, nitaiombea saa kumi, nitaiombea saa moja, nitaomba saa nane usiku, kesho asubuhi tena hivyo hivyo. Wewe kesho asubuhi tena mje. Ni hivi hivi ni mda wa maombi tu. Sisi hatuna si nguvu wanadamu. Mwenye nguvu ni Mungu peke yake. Yeye ukimsihi, yeye ukimuomba anakupa majibu. Yeye hawezi kukuangusha ukino kama umemuomba. Ndio maana nasema si ombeni na ndio maana sisi tunaamua kumuomba. Kwa hiyo ninashukuru sana kitendo cha kuomba siku ya leo. Nimefarijika toka moyoni kwamba Simba anavuka kwenda fainali. Ya. Yeah. Mwana wako Simba anavuka. Simba anavuka na maombi ndio silaha. Mimi silaha yangu kubwa ni maombi. Mimi silaha yangu sio fedha fedha mimi sina, ila mimi silaha yangu ni maombi. Kwa hiyo mimi, katika katika kitu ambacho mimi nakitegemea katika maisha yangu sio hela, nategemea maombi. Mchungaji, mechi itakuwa na namna gani? Mmeshinda bao moja kule Zanzibar, mechi hii ya marudiano dhila celebrate kule ugenini South Africa, yaani kwa ujumla. Mm, sisi lolote, yaani ushindi wa aina yoyote, wa mbili mbili wa tatu tatu mbili moja moja, kutokufungana, Simba anavuka. Kwa hiyo Mungu mwenyewe ndio ataamua sisi tutavuka kwa design gani, na mimi ninavyoomba kwamba Mungu, nilivyomsihi hivi, mimi nina imani kwa asilimia mia moja Simba anaenda fainali. Na siku ya Jumapili asubuhi tena tutaomba, mchana tena tutaendelea kuomba, tutamwombea viongozi wa Simba, tutamwombea muombea tajiri wetu Modeweji, naye lazima tumuombe, tunamwekea tena na ulinzi pili. Tutaombea na klabu yetu na wachezaji pamoja na benchi la ufundi pamoja na washabiki mimi naombea mpaka washabiki na wanachama wote wa Simba, maana si hatuna Simba ingine. Simba yetu ndio hii hapa na Simba hii ambayo mi nakwambia mpaka imefikia hatua hii, maombi yametumika sana. Hivi navyoniona mimi, nimefunga tokea juzi. Mimi kazi yangu ni kufunga mpaka siku nitafungulia, Jumapili jioni, baada ya ushindi, ndio nitafungulia eh. Na uone nilivyokwisha, nimekonda sana sasa hivi. namna yeah. kwa na na, uh, mechi ya kwanza watu walikuwa wanamlaumu yani, mechi hii ya pili. Una nini kuambia mashabiki wenzako wa Simba Sports Club? kwa chaza kwa, kwa maana watu wamekuwa na mbeza zaidi yeye ndo ameshinda kutupeleka sehemu fulani na kupata magoli fulani. Mimi hmm. Wachezaji wangu wote wako sawa. Mm. Kwani waliotuvusha mpaka hapa si na waua? wakina Ateba. Si waliotuvusha mpaka hapa. Kwa hiyo hakuna mchezaji wa kumlaumu. Mchezaji wote wa kumlaumu hakuna. Ila kuna watu wanalaumu wachezaji, usimlaumu mchezaji. Mbona wakati anakuvusha kumlaumu na mvusha leo baada ya kukosa? Hakuna binadamu ambaye amekamilika. Aliyekamilika ni Mungu peke yake. Ile na wasiwa wana Simba. Tuendelee kuiombea timu yetu, kokote pale ulipo, tuendelee kuiombea timu yetu. Maombi ndio silaha. Anayepiga dua apige dua, anayeomba aombe, ili Simba ivuke. Tukivuka sisi, taifa nalo limevuka. Usione hivi, yani swala hili ni kubwa mno, kwamba hata Mama Samia mwenyewe anatamani Simba ifanyeje? Ivuke. Rais wa nchi, shabiki namba moja nchi hii, naye anatamani Simba ivuke. Kuna baadhi ya mashabiki wa Young Africans wanasema eh, viongozi wenu wa Simba Sports Club wamewaacha kwenye mataa kwa maana ta safari ya kwenda kwa South Africa watu wameshinda kwenda, kuna baadhi wengine wanajilipia. Sisi mm. kama si washabiki mm. sisi rai tu, ni furaha simelewa mm. simba kishinda ndio furaha, kwenda si Ulaya kwenda si Saudi ni hao. Unajua, kuna vijana wengi wanajua kutembea hiyo mm. ndio shida hiyo, wengi labda wametoka mikoani na mkuja Dar es Salaam, ndio hiyo inawasumbua unavopanda ndege kama unavopanda daladala tu, ni usafiri, sema kwa sababu ule wasafiri ni waangani, ndio kinachowasumbua watu kupanda ndege, maana hawajawahi kusafiri ndege ni vitu vya kawaida na kusafiri kwa na mimi si walaumu kwa sababu labda na wengine nje ya nchi wajua kusafiri. Kwa... Se... Na sasa na kwa sisi... kwa... Kwa eh, wengi wajua kusafiri. Sasa mfano kama mimi mimi nchi za, afri... za, za Ulaya, za Ulaya, nimesafiri vya kutosha nchi za Afrika ndio usiseme. Umeona bwana? Hiyo za Afrika ndio usiseme. Sasa ukiona mtu anakwambia eti anaangania kusafiri vitu vya ajabu hivyo. Hata ukiwa hapa mchango wako unaonekana. Sio lazima usafiri na timu. Hadi yako ipo pale pale, simama mambo mangapi? Si, ushindi wote. Ushindi wote. Ushindi sisi tunavuka na sare yoyote. Simba tunavuka watu waike nyuma, pamoja na na usafiri zao. Mimi nishawaambia watu ambaye labda ana wasiwasi ana wasiwasi, asio na wasiwasi, yule ambaye anahisi kwamba nikifanya hivi itakuwa hivi na afanye. Mimi ndio natoa uhakika. Mimi nikikwambia kitu, nisikilize. Simba anaenda kucheza fainali na hakuna mtu akuzuia. Mimi nishaona na nishaona kwenye maono na nishaoteshwa. Sasa hivi nafanya maombi ni kwamba kisije kikatokea cha kupindisha lakini tayari Simba anaenda kucheza fainali. Mimi nikizungumza kitu mtu anielewe. Ujua usimchukulie mtu kama wewe, yani mtu unavyomuona. Usimchukulie kama wewe ulivyo. Simelewa, kila mtu Mungu ampa cha kwake. Mimi tokea makundi nishakwambia Simba ni bingwa. Tokea makundi. Leo watu wanaweza ku appreciate baada ya nusu fainali. Lakini mishaona toka siku nyingi. Nishakwambia hivi Simba ni bingwa wa kombe la shirikisho na kutwa tunavuka kwenda fainali. Mimi nikizungumza kitu hakijawahi kupinda hata siku moja, maana Mungu ananionyesha nami na maono, nami najua nachokisema, sisemi kwa kubahatisha. Ndio maana ninachozungumza, nazungumza kitu cha uhakika. Mungu awabariki sana, na Mungu aibariki Simba, Mungu abariki Mama Samia, Mungu aibariki taifa letu, Mungu ambariki Mhamed Mo.